Sana kwenye habari wikiendi. Jina langu ni Kennedy Moses niko na Jonathan Livingstone kwenye lugha ya alama. Ungana nasi mpaka mwisho, tuanze na muktasari. Wafanya biashara matumaini lukuki ndege ya mizigo ikitua. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ahidi makubwa fanyika kipimo cha mkojo kilibaini mwanamume pia ni mjamzito. Ripoti ya CAG yaibua madudu mengine Zanzibar. Serikali yaapa kuchukua hatua kali. Idadi ya waliokufa kwa ajali ya treni nchini India yafika zaidi ya watu 280. Mbali na kupitia runinga una nafasi pia ya kutufuatilia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram pamoja na Twitter, tukipatikana kwa jina la Azam TV TZ. Pasina kusahau application yetu bora kabisa ya Azam Max App, unaweza pia kuungana nasi huko, lakini pia usahau kwa tuna kampeni yetu ambayo inaendelea ya mito ni maisha yetu, hivyo tuendelee kutunza vyanzo vya maji kwa maisha ya sasa na ya baadaye. Hatimaye ndege mpya ya mizigo aina ya Boeing 767-300F imewasili leo nchini ikiwa imeleta matumaini kwa wafanyabiashara na wasafirishaji wa mizigo katika usafirishaji wa mizigo kwenda maeneo mbalimbali hapa duniani. Ujio wake unalifanya shirika la ndege ATCL kuwa na ndege 13 huku nyingine tatu zikiendelea kuundwa na huenda zikaanza kuwasili nchini kuanzia mwezi Agosti mwaka huu. Hivi ndivyo ndege hiyo ilivyopokelewa kwa heshima ya kumwagiwa maji baada ya kukanyaga ardhi ya Tanzania kwa mara ya kwanza, na ikiwa ndege ya kwanza ya mizigo ya ATCL imewasili Jumamosi hii katika uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere ikitokea nchini Marekani ilikotengenezwa na imeletwa na rubani kiongozi Neema Swai. Mapokezi yake yameshuhudiwa na watu mbalimbali wakiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alibainisha kufanyia kazi mchakato wa kuongeza ndege nyingine ya mizigo. Ujua ndege hii ya mizigo ambayo tunaipokea hii leo itaenda kuwa chachu ya biashara kati ya Tanzania na mataifa mengine. Kwa kutambua hilo, tutaendelea kushirikiana na sekta nyingine zinazozalisha mizigo ili kuhakikisha mizigo hiyo inafika kwa haraka katika masoko mbalimbali mbali duniani. Mapokezi ya ndege hii kunaifanya ATCL kuwa na ndege kumi na tatu zilizopo na ndege tatu zikiendelea kuundwa. Hata hivyo, kutokana na hali halisi ya hitajio la soko la usafiri wa mizigo, ni vyema ndege za mizigo zikawa mbili. Hivyo Mheshimiwa Rais, tunaleta ombi letu kwako kutuongezea ndege moja ya mizigo ili kukabiliana na hitajio la soko. Umeombwa ndege nyingine hapa ya mizigo. Ahadi kwenu yangu kwenu wananchi, au ahadi yetu kwenu wananchi, tutalifanyia kazi. Kuja kwa ndege hii kumepokewa vyema na wafanyabiashara na wasafirishaji wa mizigo waliozungumza na Azam News. kama wakati huu msimu mwezi wa sita watu wengi wanapeleka mbuzi Saudi Arabia kwa ajili ya sherehe zao oukuchinja wa anafikiri ujio wa hii ndege utakusaidia sana kupunguza tatizo usafi la usafiri katika soko letu la Kariakoo, kumekuwa na hitajio kubwa sana la ndege kubwa kama hii kwa ajili ya kusafirisha mizigo kutoka China kuja hapa Tanzania. Napata ndege mara chache, kwa hiyo mizigo inachelewa kufika nchini. Kwa hiyo tukipata ndege za kwetu tunakuwa tuna guarantee ya mizigo kusafiri kwenda nje za nje kwa muda ule unaotakiwa. Tofauti na hapo awali. Ndege hii aina ya Boeing 767-300F ina uwezo wa kubeba mizigo yenye zaidi ya tani 50 huku ikiwa na uwezo pia wa kufanya safari zake angani kwa zaidi ya saa saba mpaka kumi. Sheila Mkumba, Azam News, Dar es Salaam. Wizara, taasisi za serikali na mashirika ya umma Zanzibar imeendelea kuzungwa na dosari mbalimbali katika utendaji kazi wake, kwa mujibu wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Dr. Othman Abbas Ali kutoka Zanzibar ameyabainisha hayo alipowasilisha ripoti yake yenye vitabu saba, huku serikali ikisema kuwa haitachoka kuwachukulia hatua watu waliotajwa katika ripoti hiyo na kusababishia serikali hasara kutokana na wizi wa mali za umma. Macho na masikio yakiwa yameelekezwa katika viunga vya ikulu Zanzibar, hiyo uwasilishwaji wa ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ripoti ambayo pamoja na mambo mengine imeweka bayana madudu ya matumizi mabaya ya fedha za serikali. Tumekwenda vituo vya afya, ukienda pale ukiwa mjamzito, tumbo kubwa, unaonekana si mjamzito, na ukiwa si mjamzito ukienda unaonekana mjamzito lakini pia kulifanyika kipimo cha mkojo kilibaini mwanamme pia ni mjamzito. Pia Dkt Abasi akagusia ukiukwaji wa kanuni na sheria za manunuzi katika wizara ya uchumi wa buluu na uvuvi. Kuto kusambazwa kwa boti hizo kwa wakati pamoja na kuto kuhifadhiwa katika maeneo mazuri na salama kumepelekea kujitokeza kwa uharibifu mkubwa wa kupasuka kwa boti hizo, kutoboka kwa boti hizo, na hatimaye baadhi ya boti hizo kutokufaa kabisa kwa matumizi yaliyokusudiwa. Aidha, Dr. Othmani akaishauri serikali kuunganisha mifumo yake ya usanyaji wa mapato ili kupunguza changamoto ya upotevu wa fedha za umma. Baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa nao hawakukosa neno, huku mamlaka zaeka, ya kuzuia rushwa na hujumu uchumi Zanzibar zaeka ikiainika mikakati yake ukenda okay, katika wizara ya maji huko ni kuna tisha. Wizara ya elimu kunasikitisha kwa kweli, hii hali ni ngumu zaeka na mkuu wa, wa mashtaka wachukue hatua. si ripoti ripoti zimekuwa si nyingi huko nyuma, lakini bado wazi, wananchi hatujaona hatua ya kuridhisha, jinsi ya wale ambao wamekuwa waki, wakifanya vitendo hivi vya kuhujumu nchi. Kwa mfano, tuhuma inayohusiana na masuala ya mashirika na taasisi za serikali, zaidi ya tuhuma 230 zote kuweza kuzipitia na kuweza kuchukua hatua kwa kile ambacho unachokibaini. Akizungumza baada ya kupokea ripoti hiyo, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dkt. Hussein Ali Mwinyi amesema serikali itaendelea kuchukua hatua kwa wale wote watakaothibitika kufanya ubadhirifu, wizi, uzembe ambao umeasababishia serikali kupata hasara. Basi utaratibu wa kuchukua hatua uko wazi. Katika hatua nyingine, rais Dr. Mwinyi amekiri kuwa serikali bado ina kazi kubwa ya kudhibiti mapato na matumizi yake. Siku hizi kila kitu kinaingia katika mifumo, nashangaa kusikia eh, kwamba kuna baadhi ya mashirika makubwa mpaka leo wanafanya kazi manual. tutadanganywa tu. Ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali imechukua takribani saa tatu kusomwa, ambapo rais Mwinyi ya amesisitiza yale yote yaliyoibuliwa katika ripoti hii yasiweze kujirudia katika ripoti inayokuja. Kutoka Zanzibar, Mtumwa Saidi, Azam News. Tanzania imesaini makubaliano na Umoja wa Mataifa kupitia shirika la UNESCO ambayo yanalenga kutatua changamoto zinazowakabili waandishi wa habari kwa kufanya maboresho kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo kuimarisha mazingira ya kisera kisheria katika sekta ya habari. Hayo yamebainishwa Dar es Salaam na waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari Nape Nnauye na katika hafla ya utiaji saini makubaliano hayo ambayo yataongeza ushiriki wa Tanzania kwenye matumizi ya mifumo ya kidijitali tumekuwa na changamoto wakati mwingine, waandishi wa habari wanafanya kazi katika mazingira magumu. Wenzetu wa umoja wa mataifa kupitia UNESCO, tutashirikiana nao katika makubaliano haya kuhakikisha kwamba usalama na ulinzi wa waandishi wa habari hasa wawapo wanapotimiza majukumu yao uko katika hali nzuri. Tuko kwenye mchakato wa kupitia sera mbalimbali mbali, kupitia sheria kupitia kanuni bahati nzuri, mchakato wa sera unaendelea, mchakato wa sheria uko bungeni. Nadhani mwezi wiki ijayo pengine ita, itafanyiwa marekebisho. Tumefikia hatua za mwisho. Wenzetu wa umoja wa Mataifa kupitia UNESCO wanasaidia kuhakikisha kwamba taratibu hizo zinakwenda sawa sawa. Hali ya uchumi wa vyombo vya habari imekuwa ikiyumba sana. UNESCO umoja wa Mataifa kupitia UNESCO tunasaini nao makubaliano ya kuona namna ambavyo watasaidia kuangalia uchumi wa vyombo vya habari lakini na uhuru wa vyombo vya habari. na pena uye waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari akizungumza kuhusiana na mkataba huu ambao umesainiwa leo. Watu 1500 tu kati ya 2700 wanaozaliwa na tatizo la mguu kifundo kila mwaka nchini ndio wanaopata matibabu rasmi ya ugonjwa huo. Hali inaonyesha kuwa bado kuna uhitaji mkubwa wa kuwafikia. Hayo yamebainishwa wakati wa maadhimisho ya siku ya mguu kifundo duniani iliyofanyika, ambayo hufanyika kila mwezi Juni, ambapo hapa nchini yameadhimishwa katika halmashauri ya wilaya ya Ruangwa mkoani Lindi. Ni maadhimisho ambayo yamekuwa hayapewi kipaumbele vilivyo kama ilivyo kwenye maadhimisho mengine. Duru za wataalamu wa afya zinaarifu ya kwamba kila vizazi hai elfu moja basi mtoto mmoja ama wawili huzaliwa na nyayo zilizopinda. Mguu kifundo ni aina ya ulemavu unaotokana na matatizo ya mifupa na unaweza kuzaliwa nao ama hata kurithi, lakini unatibika. Matibabu haya kupitia njia ya Ponseti ambayo tunaitangaza na tunaitumia yanakuwa marahisi sana kwa mtoto chini ya miaka miwili. Chini ya miaka miwili tunaweza kumtibu bila upasuaji wowote mkubwa. Lakini kuanzia miaka miwili na kuendelea unaweza ukamtibu lakini kuna kuna uwezekano mkubwa sana wa huyu mtoto kufanyiwa upasuaji mkubwa. Atapona, lakini kwa upasuaji tofauti na wale wa chini ya miaka miwili ambao wengi wao zaidi ya 80% wanapona bila upasuaji mkubwa. Akizungumza kwa niaba ya waziri ndari chako mkuu wa wilaya ya Ruangwa Hassan Ngoma amesema, matatizo ya mgukifundo yanaweza kutambuliwa katika vituo vya kutolea huduma ngazi ya msingi. Ujumuishwaji wa huduma za matibabu na mgukifundo katika vituo vya huduma za afya ngazi ya msingi unaendelea kufanywa na serikali kwa kuwapatia mafunzo ya wataalamu wanaofanya zoezi katika vituo hivi. kabla sijaenda hospitali nyumbani huko kwa, aliniambia kusemaje, usimpeleke mtoto hospitali, watamwalibu, watamkatakata. Sasa hivi mtoto anatembea ana anakimbia tu vizuri na amepona. Maadhimisho haya yamekwenda sanjari na uzinduzi wa kliniki maalum ambayo itakuwa inatoa matibabu haya bure kwa wakazi wa wilaya ya Ruangwa, ikiwa ni kituo cha pili, cha kwanza kikiwa ni ambacho kiko katika hospitali ya rufaa ya yes, Sokoine. Mimi mi naitwa Muhammad Nyaulingo. Viongozi wa taasisi za dini wametakiwa kuwa na elimu ya usimamizi wa miradi ili wawe na uwezo wa kuikamilisha kwa wakati, kwani baadhi yao wamekuwa wakishindwa kuiendesha ipasavyo. Ni rai ya Said Salim ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Brian Future aliyosema kuwa hapa Dar es Salaam katika hafla ya kuhitimisha mafunzo ya usimamizi wa miradi kwa maimamu pamoja na mashehe. Fursa zipo kubwa sana za kukua na kuendelea na kudumu na kufanikiwa, lakini mafanikio hayapatikane kwa sababu kuna udhaifu kusimamizi wa miradi. Tumeona kuna ombo hili, tukaamua iwe ni moja katika vipaumbele vya taasisi yetu kushughulikia. Unaweza ukawa sekta zote za miradi umezishikilia mtu mmoja hali ambayo ambayo ni wale stakeholders wadau wengine ambao waliokuzunguka wangeweza kushiriki katika maeneo ambayo yanahusika na wao. Hii ingeweza kuchukua mradi kutoka eneo la kwanza kati mpaka mwisho na kuumaliza salama. Nimejifunza jinsi ya kusimamia rasilimali watu, jinsi ya kusimamia miradi, jinsi ya ku shirikiana na watu katika kuendesha majukumu mbalimbali. Hii kozi iwe endelevu kwa watu wengi zaidi kwa viongozi wengi zaidi wa taasisi mbalimbali ili waweze kufaidika na mafunzo haya. Nasere mwenye mkuu, ambaye ni mshiriki kwenye mradi huo. Jeshi la Kujenga Taifa, JKT, limekanusha uvumi unaosambaa kwamba wahitimu wanaohudhuria mafunzo kwa mujibu wa sheria wananyanyaswa na kuteswa pamoja na kudharirishwa kwa namna tofauti tofauti hasa kwa vijana wa kike. Mkuu wa tawi la utawala JKT Brigadia Jenerali Hassan Mabena amesema hayo alipozungumza na waandishi wa habari hii leo. Watu wenye nia ovu kwa kutumia mitandao ya kijamii wameweza kueneza habari za kizushi na habari za uongo ambazo zimeweza kuwatia hofu wazazi, walezi pamoja na vijana hao walioitwa kujiunga na mafunzo ya mujibu wa sheria. Jeshi la Kujenga Taifa linatoa rai kwa umma wa Tanzania kuzipuuza taarifa hizo za, u, za, za, za uzushi ambazo zimekwenda kuleta taharuki kubwa kwa Watanzania, kwani mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa yameandaliwa kwa ajili ya kuwajengea uzalendo kuwajengea ukakamavu, lakini pia vile vile kuwapa ari vijana wetu wa Kitanzania katika kulipenda taifa lao na kulilinda nyakati zote. Sote tunafahamu kwamba jeshi la kujenga taifa limekuwa likitoa mafunzo ya mujibu wa sheria pamoja na mafunzo ya kujitolea kila mwaka kwa vijana wa Kitanzania kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu, mila, desturi na tamaduni za Kitanzania, mambo ya uzalendo hayo. Na mwaga huu kidogo, idadi ni kubwa kwa wale ambao wamemaliza kidato cha sita. Wakati ni huu. Brigadier Jenerali Hassan Mabena, huyo ndiye ambaye alikuwa akizungumza hapo, mkuu wa JKT uh, tawi la utawala JKT. Wakulima wametakiwa kurasimisha biashara zao ikiwa ni pamoja na kutumia mitandao ya kijamii na simu zao za mkononi ili kwenda kisasa zaidi. Wameelezwa hayo wakati wa mafunzo yaliyotolewa na kwa zaidi ya wakulima 800 katika jimbo la Peramio yakifanywa na mbunge wa jimbo hilo akishirikiana na taasisi ya usajili wa leseni za kampuni na biashara BRELA. Unao uwezo wa kuuza ufuta wako wote pale ulipo kwa kutumia nini? Simu yako tu na wala utakili kuhangaika kutafuta soko, liko hapo. Ukitumia simu na mafunzo tutakayokuwa tunaendelea kupeana, kwa sababu msifikiri tulipokutana leo ni mwisho, hapa ndio tumeanza. Mhagama mbunge wa jimbo la Peramiho alipokuwa akizungumza na wananchi wa jimbo hilo. Zaidi ya watu 280 wamekufa na wengine takribani 900 kujeruhiwa nchini India katika ajali iliyohusisha treni tatu kwenye jimbo la Odisha ambalo limeitangaza Jumamosi kuwa kwa siku ya maombolezo, kama tunavyoelezwa kwenye taarifa ifuatayo. Ajali hiyo imetokea usiku wa Ijumaa hii, ikielezwa kuwa Treni moja ya abiria iliacha reli na kisha mabewa yake kuangukia kwenye njia nyingine ambapo yaligongwa na treni ya mizigo na kuikumba pia treni nyingine. Wakati uchunguzi zaidi wa tukio hilo ukiwa unaendelea, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amefika katika eneo la ajali la Balasore mjini Odisha na kuahidi kuwa watakaokutwa na hatia ya kusababisha ajali hiyo wataadhibiwa ipasavyo. Mamlaka zinasema zimekwisha kamilisha zoezi la kuondoa miili yote ya waliokufa pamoja na watu wote waliojeruhiwa katika ajali hii inayotajwa kuwa mbaya zaidi kutokea nchini India kwenye karne hii. Nchi ya India ambayo ina mtandao mkubwa zaidi wa reli duniani unaosimamiwa na mamlaka moja imekuwa ikikumbwa na ajali za mara kwa mara za treni ikiwamo ya mwaka 1995 iliyoua watu 358 na pamoja na ya mwaka 2016 iliyosababisha vifo vya watu 146. Ni taarifa yake Raymond Nyemihula ambayo inatupa wasaa kuelekea kwenye mapumziko mafupi. Jina langu ni Kennedy Moses, Jonathan Livingstone ameambatana naye kwenye lugha ya alama. Acha bana, mimi kwanza nikaangalie mpira kiba ndaumiza kwa sele, nirudi kwa sele. Naomba uniletee hmm, nazi hii. na ni mtani jembe hiyo? Nafasi hiyo! Vipi babu? Dishi limecheza kifushi kimekata, na mtandao unasumbua sana ukii, mpaka niende kijiji cha Katongo kulipia lipia kwa kadi ya Azam Pesa Gusa. Wewe, kadi ya Gusa? Ina maana nyote hamjui kadi ya Gusa? Azamu ametisha tena! <laughs> karipie babu, tuje kwa klabu burudani pale. Azamu pesa inakuletea huduma ya kadi ya gusa inayokuwezesha kufanya miamala popote pale ndani ya Tanzania bila uhitaji wa mtandao. Tuma pesa, pokea pesa, weka pesa na lipia bili mbalimbali, kupata mbali. Kadi ya gusa, tembelea wakala wa Azamu pesa aliye karibu yako ukiwa na kitambulisho chako cha NIDA na simu yako tu.

Habari yako? Zuri, karibu sana. Asante, naomba kupima unga kilo tano wa ngano kilo tano. Ndiyo, unaka mfuko kidogo hapo ake? Hapana, kwani una mfuko? una ataka kaya kidogo hapo, angalau nikakuchukulia mfuko ela gani? duka lote ile lina hata mfuko Uwa kwa nini upimiwe? Azam tumesha kufungashia pakeji ya kilo tano, kilo mbili na kilo moja. Wow. Asante sana <laughs> Hii ni Habari Wikiendi. Jina langu ni Kennedy Moses, niko na Jonathan Livingstone kwenye lugha ya alama. Twende habari sasa, ambapo chama cha ACT Wazalendo kimeitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kutoa vitambulisho kwa wananchi wa mkoa wa Kagera ambao bado hawajapata na wanastahili kuwa navyo ili viwasaidie katika shughuli zao za kila siku ambazo zinahitaji vitambulisho hivyo. Hayo yameelezwa na kiongozi mkuu wa chama hicho Zito Kabwe akiwa mjini Bukoba kwenye mkutano wa hadhara wa chama hicho kuna changamoto ya vitambulisho vya nida kuna ukiritimba mkubwa kwa utoaji wa vyeti vitambulisho vya nida na inaisema wazi watanzania wote ni watanzania tunapaswa kuishi kwa amani wananchi wa kiero wanahitaji msaada mkubwa

ni Zito Kabwe, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Natokea nukta kwa leo kwenye habari wikiendi, lakini kabla hatujakamilisha, tukamilishe na muhtasari Wafanya biashara matumaini lukuki ndege ya mizigo ikitua. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ahidi makubwa. Kulifanyika kipimo cha mkojo kilibaini mwanamme pia ni mjamzito. Ripoti ya CAG yaibua madudu mengine Zanzibar, serikali yaapa kuchukua hatua kali na idadi ya waliokufa kwa ajali ya treni nchini India yafika zaidi ya watu 280. Nilikuwa na Jonathan Livingston kwenye lugha ya alama. Jina langu ni Kennedy Moses. Mwisho wa Habari Wikiendi kwa ileo. Uwe na usiku mwema, kila la heri kwenye wikendi yako. Asante, uwe na usiku mwema.